Kwa jina anaitwa Zainabu Shabani ni mkazi wa hibi kwenye hili eneo. Kwa hiyo moto ulipoanza kutokea kulikuwa kuna shoti ya umeme. Sasa nikamwita jirani yangu mwenyewe magodoro kwa sauti kubwa sana, nikamwita, nikamwita, nikapiga kelele, watu wakaja, tunapiga simu faya, faya haitaki kufika. Watu wote hao waona ndo waliokoa huu mzigo, na mzigo mkubwa ndio ulioteketea. Kwa maana hiyo, serikali sisi natusaidiaje endapo tunapotokea shoti ya umeme, alafu tena watu wanapiga simu kwa ajili ya faya afu, hamna msaada wote eh, na bado askari anatumia nguvu, anapiga haya mabomu. Hao ndio waliookoa hii mizigo hivi vitu vyote kwa ajili ya wananchi. Ingekuwa ni watu wabaya, hivi vitu vyote vingeteketea. Kwa hiyo wamefanya makosa pia serikali kutishia na imekasirika wananchi kutokana na gari hapa, gari liko nyuma hapali ya shule ya msingi, mpaka saa hizi gari ndio linafika. Ni vitu vingapi vilivyoteketea? ni vitu vingi sana vilivyoteketea vya jirani yangu, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara wa hapa, na mimi ndio nilipiga kelele, na ndio maana hata sauti imekataa, ili watu wao wote wamekuja kwa sauti yangu. Majina naitwa Bebi Bakari Muhamedi. Nyumba iliyoteketea na moto ni ya babangu mdogo, nimepigiwa simu, mimi naishi Ndala Pongozi, nikawa nimetoka kule, nikawa nimefika pale faya kuomba usafiri wa kuja kuzima moto, gari ikawa inasumbua kuwaka, baadaye kawaka, ikarudi wananchi wamejitetea ku, kuokoa vitu vingi na vitu vingi vime, vimeungua, lakini nashukuru wananchi wote wamejitahidi sana ku, kuokoa vitu. hali ya moto ilipofika, nikakuta moto umeshaanza kupungua kasi na watu wanaendelea kuokoa. Hii nyumba ina kaya tano kwa huko ndani, huku mbele kuna maduka matano ya wapangaji ya nyumba, nyumba kwa ajili ya biashara, nyumba nyuma kwa ajili ya kuishi. Nataka nitoe pole kwa ajili ya tukio hilo hapa hapa maeneo ya Mnara wa Voda. Kwa hiyo hili tena ni tukio la pili la moto linatokea kwenye haya maeneo. Kwa hiyo lazima tujiridhishe chanzo ni nini? Je, ni kuchoka kwa miundombinu ya wiring? Kwa sababu hizi wiring ambazo mnaziona kila baada ya kipindi fulani huwa zinapaswa zibadilishwe. Kwa sababu wakati fulani wiring inaweza ikawa inahitaji shilingi laki mbili inakuja kukugharimu mali pamoja na kila kitu. Kwa hiyo, lazima tuchukue hatua za kibinadamu za kutoa msaada wa kibinadamu mkurugenzi mtendaji aweze kusimamia kuanzia sasa, na nimeshamwelekeza yeye na timu yake e, wako njiani wanakuja, lakini pia upande wa vyombo nimeshatoa maelekezo ya hatua ya kuchukua. Inaonekana gari la zimamoto lilipochelewa, hapa pana baadhi ya vijana wamefanya majaribio ya kulipiga mawe gari la zimamoto. Nataka niwaambie ndugu zangu na vijana wenzangu, ukiharibu hapa gari moja la zimamoto tunaweza tukakaa kama wilaya hatuna gari la zimamoto, na msije mkajidanganya kwamba kila moto utakaotokea hapa mtakuwa na uwezo wa kuuzima kwa ndoo. Uongo, uongo. Kuna moto utatokea hapa ambao, na mnajua mioto ambayo inatokea, huwezi kuuzima kwa, mnahitaji gari la zimamoto. Sasa najua sio vijana wote wanaofanya, ila huwa anaanza mmoja na wapili wenye akili mbovu, na wengine wanawaunga mkono. Kwa hiyo sio kitendo cha sawasawa. Inapotokea moto umewaka, gari la zimamoto limechelewa kufika kwenye eneo la kuzima moto, wewe unajua hilo gari lilipokuwa? Gari hilo linaweza likaja likawa lina changamoto, ni kama ambavyo kwani, wewe pikipiki yako huwa aina changamoto, huwa pikipiki yako ikiwa na changamoto, huwa abiria anaichoma moto? Kwa hiyo tusitake kujitoa ufahamu. Kwa hiyo mimi nataka niwashauri kabisa, ya kwamba panapotokea matukio ya moto, toa taarifa kwa wakati, anza hatua zile za uokozi wakati mnasubiri huo msaada. Tunataka kujifanya kama sisi vile tuko Ulaya, kwamba moto ukiwaka hapa tuna magari mia zima moto yamefika. Hata hatuna nchi ambayo bado imefikia hiyo hatua ya kuwa na magari zima moto kumi. Sana sana hapa mnaona hapa mjini tuna gari moja la zima moto, tuna gari la gaki pale, tuna gari la jambo pale, tuna magari haya na haya unaweza ukayaomba ukakuta lagaki limekimbia Maganzo, unaweza ukaomba la jambo ukakuta liko Bariadi. Lakini jambo la mwisho, kwa sababu nimeona hapa vijana bado, naendelea kuwakumbusha kama ambavyo nimepita katika maeneo mbalimbali na mmekuwa mkiliona napita nazungumza na nyinyi, kuna vijana wametangaza kwamba watafanya vurugu tarehe tisa Desemba. Ni matarajio yangu vijana wa Shinyanga hamtajiunga na vurugu ambazo zinatangazwa na vijana ambao hawahitaki mema nchi hii msijiunge msithubutu ni matarajio yangu kwamba vijana wa shinyanga wataendelea na majukumu yao kama mlivyofanya hapa katikati sijui kama tunakubaliana eh? kwa sababu vijana wakithubutu kufanya vurugu zozote na uharibifu wowote mnajua kwamba vyombo vya dola ndio vitachukua mitaa mtabaki majumbani kama ni bodaboda boda hutafanya kazi wiki wiki mbili wiki tatu utapata faida hasara. Kwa hiyo msijiunge na mambo ya mikumbo, ni muhimu vijana tukalinda amani ya taifa hili. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga, tuko hapa sehemu ya tukio ambapo kuna maduka kadhaa pamoja na nyumba pia ya kuishi wananchi, vimeweza kuteketea kwa moto. Taarifa tulizipata kwenye majira ya saa kumi na mbili kasorobo. Nipende kuwashukuru sana wananchi wote, vijana, wanawake kwa wazee ambao wamehusika sana katika jukumu hili la kuweza kujitolea kuweza kuzima moto huu. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga niko na na walio chini yangu, la kwanza kutoa pole, lakini la pili kuhakikisha tunaweka ulinzi hapa masaa 24 kama ambavyo umeona askari hawatatoka kwa sababu ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini hasa vifaa ambavyo vimeweza kuokolewa wakati tunaendelea kufanya tathmini, lakini jeshi la zimamoto na waokoaji, tupo nao hapa wanaendelea. Wao ndio watatupa wenzetu, ni wataalam, nini chanzo cha moto. Wakati huo sisi tunapita kwa familia kufahamu, kila familia kila duka ni nini ambacho kimeharibika na uharibifu ni wa wa kiasi gani. Lakini kama alivyozungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu zangu wa Shinyanga, wake kwa waume, vijana, niwaombe sana msipige gari la zimamoto mawe, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa. Kama alivyozungumza, tunalo gari moja, hatujajua lilikuwa kipande gani, lakini wamefika. Tuko hapa, sisi sote ni Watanzania, sisi ni Wanashinyanga, sisi ndugu zetu hapo hapo pia wanafanya biashara, kwa hatupendi hatu na tunasikitika, hatu kuona kwamba mali zimeteketea.